mwanake ucio othaiyo gari yo ard kangawga otha iyo inyawa muriukiaga othaiyo gari yo theke huru murangu ngithira na tawatangalisha. Hapa Mungu yuko hapa, maraika wako hapa, roho Mtakatifu wako hapa, mavuta yako hapa, na amani na utulivu sawa sawa. Wacha niombe, nguvu za Mungu zitashuka hapa.

na ndu wale twara ithe na mwanake wothe wa gagiteyo yakoria jesu ruka ko mu matha i know you are power lord necho maga do thutha na necho ni wali thagi andu kutikagya mudu kuma mathiko ine maya akerira getumya ukia fagi na besa tin wale twara jesu mare khogwa to to do akwa other principalities of darkness other principalities of darkness all the All the principalities of darkness, the schemes and the plans of the enemy. I come against them in the name of the Father. Nejo tu kwana kaito, non yori amoro. You have no portioner. Huna nafasi hapa. You have no portioner. Huna urithi hapa. You have no portioner. You have no portioner. You have no inheritance. Tego na makuangai. na utamarati. Tete kete wadi

wale ambao nachukua ninyeza wachukua ninyeza kwa amani na kwa utulivu. Amen. Yeah. Kwa amani na utulivu. Kidogo kidogo kidogo kidogo, kidogo. Ebu, ebu kidogo. Mimi ndio napeana mwerekeo, sio nyinyi. Ni sawa? Mimi ndio napeana nini, namjue niko na Yesu na nilikona Mungu

Ni mchungaji